Uh, unaelezeaje umerudi nyumbani na tuzo? Ah, uh, it's it's good it's a good a feeling sababu mm. muziki wetu kutambulika najua mm. hii ni tuzo kubwa za Afrika so, ni kitu kizuri sana. In, inatupa ina nguvu kwa ujumla kama industry mm. East Africa kwamba tunatambulika na muziki wetu uko sawa, sababu nominations za East Africa walikuwa wengi mm. so it's a good feeling mm. yeah. Nice. Uh, unawaambia nini wa Tanzania? Mwaka mmoja tu uh, pilika pilika za Nigeria umekuja na tuzo moja, unaweza kuahidi nini mengine ambayo utayaleta uh, kupitia hicho ambacho umekuwa unakifanya huko Nigeria? Hii tuzo ya mwaka jana best East African artist mm -hmm. na tatu by the way, nikachukua tuzo nyingine ya very cost, ya ya same category best East African artist, na hii sasa hivi ni mara tatu, kwa hiyo nadhani ulikuwa ni mwaka bora sana mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa watu ambao wa wananifuatilia, wanajua Mungu alitusaidia tukafanya vitu vingi vizuri, naweza nyimbo kubwa Ololufe Mi kwa mwaka jana, na mtu anaojua Ololufe Mi ni nyimbo ambayo imefanya vizuri sana, kuna God Design, kuna kama kama a akama My Sheila mm -hmm, vizuri especially internationally na zingine locally pia, kwa hiyo oegu unakutana okay. Nice. na watu wengi wakubwa tumeona kupata mm. nafasi ya kushiriki mm, uh, siku kadhaa kabla ya tuzo mkutano Kofi, mm. mm. na zungumza kwenye ile nani ya ya, Afrima, lakini wengine wengi hata hapo nyuma tulikuwa na kina Wizkid na kina Davido. Yeah. tutegemee nini? A, vitu vingi mwaka 2025 mm. ni mwaka ambao nadhani utakuwa na kwanza kolabo nyingi mm. kubwa mm, na asilimia kubwa ya wasanii ambao nimekutana nao asilimia kubwa ni tayari nimefanya kazi tayari kujua tu anaanza na love ni kubwa sana, na hata ukiangalia jinsi tunavyokutana, mazingira yanakuwa ni watu ambao hata wao pia wanaonesha, ni mtu ambaye wa wako wako excited na wana furaha, pia mapokezi yao ni hisha kuona. So it means kazi zetu zinaonekana, vitu tunavyofanya vinaonekana. God is good. Nice. Tuliona ulikuwa headliner wa moja ya show ambayo kwenye maandalizi ulihusika asilimia kubwa kwenye nchi ambayo huenda experience ya ukuwa nayo. Ilikuwaaje? How was it? Uh, was was good. Wasdof mm. Ilikuwa tu kwa sababu ni nchi mpya mm. Sijawahi kufanya show, na show ilikuwa ni kubwa kweli, date December, ambao kila tarehe kulikuwa na watu heavyweight, sio Afrika, duniani. Kukabidhiwa tarehe ya kufanya tamasha kama lile, kama headliner, tamasha kubwa kama la date December ambalo linafanyika kila mwaka, ni sio kitu kidogo. Maana kwa maana headliner anamaanisha, unaweza kukidhi mahitaji ya watu kwa muda fulani. Alikuwa anafanya Ghana kutoka Marekani tarehe yake wengine kwa Busta Rhymes, kwa nafanya mimi. Same event. Wasanii wengi lakini mimi na nimetoka nje ya, ya Nigeria kwa yo. Kwa hiyo, vizuri lakini I tried my best na shukuru watu walikuja wengi, maandalizi nilijitahidi sana kwa uwezo ambao nilikuwa nao kwa huo muda. Nashukuru Mungu, mapokezi yamekuwa mazuri na mwaka huu nadhani kuna show za aina ile zitakuwa nyingi sana. Sana. Na booking, na bookings ambazo tumezipata na vitu vitakuja vizuri. Au kwenda hmm. na mama Rakim ilikua nayenakuchdgonasafdawtmmekuwa unatengeneza uhusiano mzuri wa hizi nchi mbili, kati yake we na wewe mm -hmm. na ninavyosikia nimepenyezewa kwamba huenda mama yake akawepo Tanzania wakafanya filamu, kwamba Jux amesaidia, kwamba kuna collab za filamu zinaweza zikaja hapa Bongo. Ime, iko, iko sawa ama ni stories tu? Yeah, ni kweli hicho ni kweli, kitu kiko na suni kitafanyika na kitashirikisha kita pia ma, ma actors na ma actress wengine wakubwa kutoka Tanzania, project kubwa na nadhani itafanyika very soon, nadhani kishafika na taitwa pia na kujua kitu gani ambacho inafanyika, lakini ni kitu kikubwa na yeye yeah, mwenyewe pia nilimwambia, kwa sababu Tanzania yetu ni nzuri na maeneo mazuri sana, ambapo nadhani mkifanya kitu kinaweza kikasaidia, kika kwa ujumla Tanzania pia ikawasaidia nyinyi pia kuonesha jinsi gani kuna mazingira mazuri sehemu tofauti za Afrika, kukubalika kwa kwa kwa hiyo inakuja pia pia kutakuwa na na na, na fursa. Kuna kuna clip unaonekana unaigiza watu wakasema Jux ameingia kwenye uigizaji. Ndio hivyo mama amekuingiza huko. <laughs> Ile nilifanya jamani, anaitwa Broda Shaggi is one of the biggest comedians mm. na, na, ite, kama kama zile clips fupi fupi mm, short clip, yes. inakua anaitakma zilefupifupi ko ni mtu wangu yule sana kaniambia, ana idea mbona nataka ionekane hivi na hivi, nikaisoma idea sababu ni mtu ambaye ananisupport sana, tunasupportana. Why not? Mm -hmm. Fine. Kwa hiyo sio watu wana support na wewe pia unasupport end of the day. Kwa hiyo hivyo, lakini sio kwamba nilikuwa ndo kitu changu officially by I'm the artist. Mm -hmm. Issue yote ambayo itatokea haina mazingira yoyote. You can always do something. Kwamba unaweza kaigiza. Of course, why not? Okay, ah uh, nimeona kuna baadhi ya mashabiki zako walihoji, aje usikizie nyimbo umetoa hizo karibuni, mbona kama kawalenga wa Nigeria, sisi Jux wetu anatuimbia, mm -hmm. anaimba nyimbo fulani hivi. Hiyo hiyo vipi? Uh, kiukweli unajua ukishakuwa kuna position fulani na mazingira fulani so, mimi nishapata fan base tofauti kidogo na fan base ya nyumbani na fan base ya watu wengine nje ya nyumbani, na tunaimba nyimbo uruga, tofauti. Sometimes inakuwa aina ya mziki, kuna aina ya mziki ambayo ni rahisi sana ukifanya hapa inakuwa vizuri, sehemu nyingine, lakini kuna muda inabidi ubalance, ila hizi nyimbo mimi ninazotoa siamini kama ni za za wa Nigeria tu ila kwa sababu nimeweka kidogo labda Kiingereza, sound za afro beats more, kwa sababu tuweze kubalance na watu wengine pia, vitu kama hivyo, lakini nyimbo za watu wote na zimefanya vizurikafanya vizuri ki Tanzania mimi ni nyumbani kwetu, na Watanzania ndo wamenifanya niwe hapa. Kwa hiyo no matter what siwezi nikasema eti kwamba nafanya mziki kwa sababu ya Nigeria. Mimi nafanya mziki kwa sababu ya Afrika kwa ujumla na kuna sometimes nafuma okay hii ladha naifanya targets na in inafanya hivi kwa sababu uweze kubalance masoko yote. Na ni kwa sababu unaweza ukaitwa sehemu nafanya show kama hivyo show headliner. Headliner, inamaanisha you have to perform more than one hour. Na watu walio entertain hadi promoter anakulipa anakulipa hela nyingi sana mm. Show kubwa kama hiyo mm. Inamaanisha lazima uwe na catalog ambayo mshabiki mm. wako akija pale asiboreke, kalipa kiingilio mm. so sometimes you need to balance na kuangalia muziki yote kwa muda gani inakuja, lakini at the end of the day music is music. Okay. Mashinda yeah. Tuzo mbili eh? yeah, tuzo uh, best, best, artist. mm. na nadhani wakati mm. kidogo kutoka red carpet nilichelewa kidogo wakati naingia fully mm. walikuwa anachukua tuzo. Ya, wakati amechukua, akanipigia simu akaniambia tumeshinda tuzo, kwa sababu alikuwa na nomination mbili alikuwa na, mm. na nyimbo yeye na, na Mbosso Over, na Ololufe mm. akaniambia okay, ni sawa baadaye. tumetoka room mm. tukawa na mama mm. kwa hiyo ndio hivyo lakini Sijui, I don't know lakini, I think it's two. Lakini baadaye tena ikaja kutokea nikaona tena imeongelewa sasa, sijui, mm -hmm. lakini fallen, I think kama ni olulufemi inamaanisha tunazo mbili, lakini officially tuzo yangu mwenyewe ni elfu mbili na ishirini na tano umekuwa ni mwaka ambao umeona baraka sana kwako, kwa sababu tumeona ngoma zako zimefanya vizuri sana, umeingia mpaka kwenye top 10 ya Spotify nchini Nigeria, baadhi ya ngoma zako ziliingia pale, na inaonyesha kwamba tilia, kuna namna watu wanasema kwamba ndoa yako imepelekea kujenga fan base kubwa sana kiukweli, ni sio uongo naweza nikasema, kwa sababu harusi yangu ni moja ya harusi ambayo imepata nafasi kujulikana na watu wengi sana. Lakini pia sio kila mtu angeweza kufanya harusi afu kwa Nigeria, wakamjua, wakamjua. labda unaweza wakakujua alafu baada ya kukujua what next? Do you understand? Unaweza ukapata nafasi ukaenda hata kwenye uwanja ukasajiliwa na timu ya Manchester United ukaingia uwanjani lakini je utacheza msimu wote? Utaweza kusurvive baada ya baada ya kusajiliwa what are you gonna do? Kwa hiyo hata ndio hiyo ni kitu ambacho kimenisaidia kunitambulisha kwa watu especially East West Africa, lakini pia naweza nikasema kazi, mziki tunaotoa, timu yangu, strategy kuzijua zinaingiaje kwa sababu is not easy. Thank you.